Ndugu waandishi wa habari wa, nimewaita leo kwa mara nyingine tena kwa lengo moja, maana hakuna malengo mawili hapa. Lengo la kwanza kabisa ambalo limesababisha niwaite hapa ni kuwapongeza waandishi wa habari wa wote ambao tulishirikiana nao kwa namna moja au nyingine kwenda kutangaza miradi ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya kwa miaka yake minne ya uongozi wake hapa Tanzania ambayo tumefanya kwa mikoa miwili tu. Tulifanya Mwanza na tukafanya na Geita. Tulionyesha mambo makubwa ambayo kwa miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyafanya Mwanza na Geita, na wananchi wenyewe wakasema kwa kweli kwetu sisi mama hana deni. Lakini waandishi wa habari mliripoti kwa nguvu zenu zote, na hatukuwa na ubaguzi wa taarifa yoyote ambayo tulikutana nayo huko. Sasa leo nimewaita kwa sababu kazi kubwa mlioifanya imesababisha kazi kubwa iendelee. Kumbuka, tulitangaza tutakwenda mikoa kumi na tano, lakini juzi usiku nilipigiwa simu na mtu mmoja anaitwa Musa Mzenji. Yeye ni rais wa timu ya Dar City, ni timu ya basketball. Anaitwa Musa Mzenji, akasema Baba Levo, nilikusikia ukizungumzia mama hana deni kwamba mnaenda mikoa kumi na tano sasa mimi nataka mwende sehemu ishirini na moja. Sijui kama tunaelewana, kutoka kumi 15... na tano hivi. nchi yetu ina mikoa mingapi? Sasa hivi imefika ishirini na sita. Yeye kasema twende mikoa ishirini na moja. Anaitwa Musa Mzenji, yeye ni mwanamichezo, ni mtu anamiliki timu ya basketball inaitwa Dar City timu ambayo sasa hivi ndo inayoenda kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Akasema chochote mtakachotaka, mimi nitawasapoti na nitaungana na makampuni mengine yote ambayo tayari yanawasapoti. Makampuni ambayo yanatusapoti tunayajua, kwamba tangu mwanzo tulianza na kampuni ya Jema Auto ambao wanauza magari, ambao wao walisema tutaenda bega kwa bega, lakini tulienda na kampuni ya Magic Builders International ambao kampuni ya Magic Builders International tunajua kazi kubwa inayoifanya ni kuuza uh, vifaa vya ujenzi ikiwemo white skim wall puti pamoja na magic gypsum board. Uh, kupitia bosi wake anaitwa Balongo, alisema twende kwa pamoja. Lakini pia kulikuwa kuna mtu anaitwa King D, King Dazi, King Dazi. Yeye King Dazi anauza vifaa vya pikipiki piki. Na yeye pia alituunga mkono. Nakumbuka tuliongea tukiwa tuko Geita, aliweka hela akasema, Balevo nendeni mkayatangaze mambo makubwa yaliofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. King Dazi ni mtoto wa Kigoma, lakini ni tajiri this time anauza vifaa vya pikipiki piki, Tanzania na nje ya, ya Tanzania, lakini pia tuka, tuliungwa mkono na Mandasi Store ambao hawa Mandasi Store kazi yao kubwa ni kukopesha simu wa Tanzania alafu mtanzania analipa kidogo kidogo. Kwa kwa mtanzania ambaye hana smartphone this time around ni anakuwa amejitakia mwenyewe kwa sababu Mandasi Store, unaenda pale unapeleka kitambulisho chako cha NIDA au cha kura, and then unapewa simu, kisha unaenda kulipa kidogo kidogo, simu unakuwa unaendelea kuitumia. Kwa pamoja, hawa walisema tunawasupport kuhakikisha mnaenda kuyatangaza mambo mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa pamoja tuseme mama hana deni. Sasa wakati tuna, tuna, tumeanza uh, trial ya mikoa miwili, mambo yakawa makubwa, na ndio maana nimewapongeza vyombo vya habari. Na tunaenda sasa season 2, mama hana deni season 2, na tunaanzia Morogoro. Tunaenda Morogoro, uh, tukitoka Morogoro tunaenda Iringa tukitoka Iringa. Tumealikwa waandishi wa habari wote kwa pamoja na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. uh, uh, Tulia Axon, akawaonyeshe Watanzania mambo aliyoyafanya katika jiji la Mbeya na mambo yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika jiji la Mbeya kwa miaka minne ya uongozi wake. Kwa hiyo tuna kazi kubwa na tunatumia maiki hizi kwa wabunge wote wa mikoa ambao tumeitaja. Morogoro tutaenda wiki ijayo, nadhani safari itakuwa siku ya Jumatatu au Jumanne. Uh, watu wangu wa scout wakishaenda kule wataniambia uh, pamejipangaje, lakini Jumatatu au Jumanne itakuwa ni safari ya kwenda Morogoro. Wabunge wa Morogoro, wakina Babu Tale na wenzake, kama kuna vitu wamefanya kwenye majimbo yao wakishirikiana na Daktari Samia Suluhu Hassan tunawaruhusu watu watuwalike ili twende tukamulike kile ambacho kimefanyika kwenye majimbo yao. Wabunge wote wa Morogoro, tutakuwa na nafasi pale Morogoro ya kutosha kabisa, siku za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha tunaimulika Morogoro vya kutosha. Tunasema mama hana deni Morogoro, twende tukaone yaliyofanyika Morogoro. Tukitoka Morogoro, tutaenda moja kwa moja Iringa. Wabunge wote wa Iringa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa tushirikiane kwa pamoja, ili tun tukawaonyesha Watanzania kazi kubwa iliyofanywa na Dkt. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Iringa. Tukitoka hapo tutaenda Mbeya. tutaenda Mbeya na watu wengi sana wametaka kuunga mkono hichi tunachokifanya. Nimepokea masimu kibao kutoka kwa wasanii wa muziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava wakitaka kushirikiana na sisi kusafiri kwa pamoja kwenda tushirikiane kwenda kuyaonyesha yale mema aliyofanya na Dr. Samia Sababu wao wanaamini mama hana deni, lakini waliotia fora kwa kunipigia simu ni wasanii wa uchekeshaji comedy hao <laughs> <Awa> ambao <laughs> ambao kwa namna moja au nyingine a, a, kuna muda na huwa tunakwaruana nao, lakini wamesema, Baba Levo, kwenye swala la mama hana deni, tuko tayari tushirikiane naye kwa sababu katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ndio tumeona tuzo kubwa za comedians za zinafanyika Tanzania, haikuwahi kutokea ko kotu. Sisi Dr. Samia Suluhu Hassan hana deni. Kwa hiyo tutakuwa na tutaondoka tuta pia na wasanii wa comedy, lakini pia uh, wasanii wa Bongo Movie, Bongo Movie. Nimepokea simu nyingi kutoka Bongo Movie, lakini sasa uh, uh, tukasema lazima tutafute watu ambao Uh, mashine hiyo. <laughs> <He, laughs> uh, uh, kabisa. Kabisa. deni au hana deni au umesikia hapa. Kwa hiyo tutakuwa na uh, baadhi ya watu ambao wataenda, tutaongozana nao kwenda Morogoro, Ilinga, na Dodoma na Mbeya kwa ajili ya kwenda kuonyesha mambo makubwa yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbele yangu kushoto kuna Niva, kulia Yuko mwandishi wa habari mkongwe um, uh, kutoka Globo, yeye kuna kastori kafupi ambako anataka kutuambia, kabla sijampa nafasi Niva atuambie namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan alimgusa mtanzania maki anagusa watanzania kwa pamoja kuhakikisha tunapata tiba tunapata madawa tunapata vituo vya afya tunapata hospitali, lakini anaenda anagusa pia kwa mtanzania mmoja mmoja, kwa ufupi sana naomba unitolee ushuhuda na tutaondoka na vyombo hivi vya habari, tutaenda kwa huyo mtanzania ambaye umeniambia mambo makubwa yamefanyika, uh, yamefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwake. Karibu. ah, asante Baba Levo yeah. Kwenye hili kupitia Mama Samia kama tunavyojua na kampeni yetu ni kwamba ana deni yeah. Basi ana deni hata kwa upande wa wananchi ambao wamesumbuka. Mimi niweza kufanya interview na dada mmoja anaitwa Dativa anaishi Bunju na kwa kupitia Global TV tulimfuata mpaka hapo nyumbani tukamfanyia interview. Yeye alikuwa ana tatizo ambayo figo zake zilikuwa zimebakisha asilimia chache sana kufeli kabisa na kuanza ile taratibu ya kwanza kusafisha damu ambayo ni dialysis hmm. ambayo yeye angeanza kusafisha, basi ingekuwa ni gharama sana, kwa sababu unajua usafishaji wa damu kwenye figo ni gharama. Kwa hiyo nikaitoa stori yake, lakini kwa kweli, kwa bahati nzuri sana Aya, baada ya siku tatu mama Samia aliiona ile story na akatoa milioni arobaini moja kwa moja Mloganzila, ikalipiwa na akaenda kufanya operation, na hivi sasa tunavyoongea ameshafanyia operation ya upandikizaji wa figo na anaendelea vizuri kabisa, na hata ile alishakata tamaa akajua kwamba atakufa kwa sababu ni Tanzania ambaye ana hali ya chini na asingeweza kumudu gharama hiyo ya milioni arobaini. Kashafanyiwa na bado ni msichana mdogo ambaye alikuwa na ndoto na naamini anaenda kuendeleza ndoto zake. Ah, okay, mmesikia hiyo hiyo, mkiambiwa mama ana deni, watu wengine wanaongea wana, wana, ah nyie bwana mnasifia na, na, tu sana ah, <laughs> anamgusa Mtanzania, habari inatoka mama ana take action. hapo hapo. Niliona Hmm. hata kuna yule nani yule Mbaruku, nani alikuwa anazungumzia kuhusiana na maji hmm. eh, kuna kijiji hakina maji Dr. Samia akaja kujibu pale pale, nimekusikia na tukamwona Juma Aweso yeah, akipeleka mabomba kwenye kile kijiji kwa spidi ya ajabu. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatufuatilia mambo makubwa tunayoyafanya, anafuatilia. Kwa kama kuna jambo unaona a, linaweza kwa namna moja nyingine, linaweza likasaidia a, mtanzania mwenzako linaweza likawasaidia watanzania wenzako. Liibue, Dr. Samia Suluhu Hassan yupo kwa ajili ya kuweza kusapoti na Uh, tuko na Niva pia alisema, Niva akasema Baba Levo. Mm. Hii mama hana deni, mm. Nikiacha nitakuwa nimefanya makosa makubwa makubwa sana, jamani, yeah. Kama mnavyojua kwa majina anaitwa Niva mm. Eh, naongea kuliko Baba Levo yeah, ni kweli vyuma vimekutana <laughs> eh, katika <laughs> hii swala la mama hana deni <laughs> hivi juzikati mimi katika ziara ya mama ya Tanga, yeah nimezulula naye kote kule mama yeah. Nimepata bahati, yani nimeenjoy, nimegundua vitu vingi sana yeah. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia Baba Levo, naomba hili tushirikiane bega kwa bega kwa sababu mama kawalipia watu wa vijijini gesi jamani kama mlikuwa mjui. Mmesikia hiyo? Vijijini gesi wanunua shilingi 17,000 mtungi mmoja. Mmesikia hiyo? Yaani kwamba ukinunua 17,000 mama amekulipia 50% kwanza. Kwa watu wa vijijini amesema mwenyewe nadhani tumeona ile waandishwa bado yeah, wote mmeona. Yeah. Si umeelewa? Mm. Watu wa kijijini kama una babu yako, bibi yako yupo kijijini asisumbuke. Hanunui gesi kwa 50,000 wala 60,000. -10. Ananunua gesi kwa shilingi 17,000. Yaani, hiyo serikali imeshatoa nusu, ambayo ni mama katoa nusu na wewe hey, mtu wa kijini analipia nusu. Umeona, mama hana deni katika swala la gesi yeah. Kawaokoa na makunikuni kufuata mbali kuni yeah. na vitu vingine cha pili mm. Nimeona miradi iliyokamilika, tusifichane hapa, mimi ni nasema naongea kuliko Baba Levo yeah. ile baba la Pangani da Bagamoyo yeah. si Pangani da, ile ilikuwa inasumbua sana, daraja lile limeisha na ikiwa trip ya huko Ba Levo, tutaenda kuona tunaenda tuna, tuna safari ya ku, tutakuwa na safari ya huku ya mikoa ya kusini ku yeah. ambako tuta kaskazini e. Tutaenda Tanga tutaenda Arusha tutaenda Moshi bwana, huko kila kitu, mabarabara, mashule, mazaanati na kila sehemu ambayo ina usumbufu. Tena uzuri mama anasafiri na maziri wake. Hey, wewe vipi? Nataka hii swali kamilike dakika mm-hmm. kamirike, mm-hmm. na sifuri hapo kwa hapo kwa hiyo mimi ni shahidi namba moja. ni ile na mama Tanga nzima hadi yeah. Bumbuli tumeenda huko. Kwa hiyo hili sasa tunaloenda huko kwenye kubwabwaja huyu bwana atasubiri. Yeah. Mimi waga sinaga vifiji langu bovu wote mnajuaga. Yeah. Kwa hiyo wabunge huko yeah. Sisi wageni wenu mjiandae wakuu wa mikoa kama mkuu wa mkoa wa Tanga rafiki yeah. yetu sana Ndani mama yetu yeah. ambaye yuna Tanga ambasada wale ndo alikuwa anawajali sana na hata tukienda anaitwa Batrida yeah. Buliani. Yeah. yaani yeah. yule mama ni hatari mchapakazi kulikweli kwa mkoa wa Tanga. Kwao natumai, na mikoa mingine tunaenda kama tunaanza, Morogoro, tutaenda Iringa, tutaenda Mbeya yeah. Natumai huko pia tada, kuna vitu nataka nikavishuhudia ambavyo sijavishuhudia kwa pande yeah, na, na, na na sisi sasa uh, niva namna ambayo tunafanya kazi sisi. Tunafanya kazi kama waandishi wa habari ndio sisi, tunaenda kwa mfano umetuambia kuhusu gesi na sisi hatujaziona kwao mm. Sisi tunataka twende kule tukashuhudie, yes. kama hicho e, unachokisema no ni kweli and then, baada ya hapo ndo tunasema kwamba mama hana deni. Kwa kwa hiyo kazi pekee tunaoifanya ni kwenda kumulika yale ambayo yamesemwa, hata kwenye utekelezaji wa ilani ya CCM ya miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba tumefanya hivi, tumefanya hivi, si tutafika kwenye mitambo ya umeme. Tumeambiwa kuhusu umeme uh, mitambo asilimia tisini imeshawashwa. Mbaki ulikuwa umebakia mtambo mmoja ambao wamesema wanawasha mwezi huu. Kwa hiyo tunataka twende tukaone, je ni kweli imewashwa na wa, umeme unaingia uh, mtaani, tutapata wataalamu watatuonyesha kitu kinachoendelea huko. Kwa hiyo kazi pekee sisi, hatuendi kuongeza chumvi. Ndio. Naomba hili, hili e, watu walibebe wa, wa, sisi hatuendi kuongeza chumvi, sisi tunaenda kusema na kumulika kile ambacho uh, kimefanyika kweli kwenye jimbo, kimefanyika kweli kwenye mkoa, kimefanyika kweli kwenye wilaya. And then baada ya hapo tukiona kimefanyika, tunasema jamani, kwenye hili uh, Mama